kama kuna jambo moja ambalo maisha ya Nehemia yanatufunulia ni hili kumfuata bwana kunaweza kuleta changamoto nyingi katika maisha yako na kama tulivyosema hapo awali tunaona ikitendeka hapa hakuna kitu kama fursa bila upinzani sasa tunajua kwamba upinzani unatoka kwa shetani anachukia kanisa anachukia injili na anakuchukia wewe kama Mkristo kwa kweli tunaambiwa kwamba yeye daima anazunguka akitafuta kumharibu na kumharibu muumini anayejitahidi kumheshimu Bwana. Hadi sasa hapa katika sura ya moja hadi nne ya Nehemia, maadui wa watu wa Kiyahudi wamekuwa wakijaribu kuzuia ujenzi wa kuta kuzunguka Yerusalemu, na hadi sasa hawajafanikiwa. Lakini hiyo haimaanishi kwamba shetani amekosa mawazo. Kwa kweli yuko karibu kubadilisha mkakati wake, na hapa katika Nehemia sura ya tano tunapata upinzani kwa kazi ya Mungu, sasa ukitoka ndani ya jamii ya Kiyahudi. Wakati huu si kutoka nje, ni hatari zaidi, inatoka ndani. Na kama umewahi kushuhudia, mpendwa, ugomvi wa ndani katika familia au kanisani, unaweza kuwa mbaya zaidi kuliko shambulio lolote la nje. Nimesikia ikisemwa hapo awali kwamba Shetani anapenda kusababisha mgawanyiko katika familia au kanisani na kisha anakataa kuchukua upande wowote. Anapenda kutoa silaha kwa pande zote mbili. Kweli, dhihaka haikuweza kusimamisha mradi huu wa ujenzi, kama tunavyojifunza, wala vitisho vya kimwili havikuweza, lakini ubinafsi wa ndani na ugomvi unakaribia kusimamisha mradi huu. Sasa maelezo ya ugomvi huu wa ndani yanatolewa kwetu hapa kuanzia mstari wa moja. Kulikuwa na kilio kikubwa cha watu dhidi ya ndugu zao Wayahudi. Kwa kuwa kulikuwa na wale waliokuwa wakisema tuweze kupata nafaka ili tule na kuishi. Pia kulikuwa na wale waliokuwa wakisema tunapiga rehani mashamba yetu, mashamba ya mizabibu, na nyumba zetu ili kupata nafaka kwa sababu ya njaa na kulikuwa na wale waliokuwa wakisema tumekopa pesa kwa ajili ya kodi ya mfalme, tunawalazimisha wana wetu na binti zetu kuwa watumwa kwa kuwa watu wengine wana mashamba yetu na mashamba ya mizabibu. Bila ardhi ya kulima, watu wengi wanakabiliwa na njaa. Na kutokana na njaa hii dhahiri, wale wanaomiliki ardhi wamelazimika kuweka rehani mali zao ili kununua chakula. Wengi wamelazimika kukopa pesa hata kulipa kodi zao na matajiri miongoni mwa watu wa Kiyahudi wanawanyonya watu wa Kiyahudi maskini wakikopesha pesa kwao wakitoza riba ambayo inawalazimisha watu maskini kuweka wana wao na binti zao katika kazi ya kulazimishwa. Hii inavunja taifa kabisa. Hawatahitaji kuta zilizojengwa kuzunguka mji kuwalinda dhidi ya watu wa nje. Kwa wakati huu hatari iko ndani ya mji. Sawa, Nehemia anaingilia haraka hapa na anaandika katika mstari wa saba, nilileta mashtaka dhidi ya wakuu na maafisa niliwaambia, mnatoza riba kila mmoja kutoka kwa ndugu yake. Sasa hakukuwa na tatizo lolote na kukopesha pesa kwa wajerumani wenzake waliokuwa na uhitaji, lakini kuwatoza riba ilikuwa imekatazwa na Mungu nyuma katika Kutoka sura ya 22 walikuwa tayari watumwa wa kimwili huko Misri, na Mungu hataki wawe watumwa wa kifedha kwa kila mmoja. Ndiyo maana hakuruhusu riba kwenye mikopo. Sawa, viongozi hawa, mstari wa nane unasema walikuwa kimya na hawakuweza kupata neno la kusema. Sawa, waliteremsha vichwa vyao kwa aibu. Kwa hiyo Nehemia sasa anawaongoza kufanya mabadiliko muhimu. Hapa katika mstari wa kumi na mbili wanamwahidi Nehemia, tutarejesha haya na hatutadai chochote zaidi, yani kutoka kwao, tutafanya kama unavyosema. Kwa njia, Nehemia hawaambii viongozi hawa kufanya kitu ambacho yeye mwenyewe hayuko tayari kufanya. Kwa kweli, tunaambiwa hapa katika mstari wa nne na kuendelea kwamba ingawa alikuwa gavana, hakutumia vibaya ofisi yake ya kisiasa, hakudai posho za chakula za kawaida hakuwabebesha watu mzigo wa gharama za kifedha ili kuunga mkono aina fulani ya maisha ya kifahari unajua, ya gavana. Sasa kwa bahati mbaya, na si mara zote kwa njia, nafasi ya mamlaka inaweza kutumiwa kwa manufaa binafsi, na Nehemia hataki kufanya hivyo. Anachofanya ni kuendelea na kazi ya kujenga upya ukuta, anabaki tu akiwa na umakini. Tena shetani sasa anachukia hili atakuja na kubadilisha mkakati wake, na upinzani sasa unachukua sura nyingine hapa katika sura ya sita. Hapa wanakuja tena Sambalati wa zamani na Tobia na Geshemu, wanasikia kwamba ukuta umefikia hatua muhimu, ile tu milango tu inahitaji kuwekwa kwenye malango. Wanagundua kwamba ikiwa watazuia kazi hii, ndiyo nafasi yao ya mwisho. Kwanza wanaingia na kitendo cha udanganyifu. Nehemia anaandika hapa katika shajara yake kwenye aya ya mbili, Sambalati na Geshemu walinitumia ujumbe wakisema, njo tukutane pamoja katika uwanda wa Ono. Kweli hapa palikuwa ni eneo la mapumziko, kwa hiyo wanajaribu kumshawishi Nehemia, unajua kwa nini usipumzike kidogo na uje kwa mapumziko, na unajua kupumzika sasa juu-juu hii inaonekana kuwa vizuri. Hii ni mwaliko wa heshima kuja kuzungumza mambo, labda kufikia makubaliano, lakini Nehemia anaongeza kidogo hiki katika aya ya mbili, lakini walikusudia kunidhuru. Anajua, anajua hii si likizo ya wiki mbili, wanaenda kujaribu kumuua. Kwa hivyo anakataa. Aya ya nne inatuambia kwamba wanarudia mwaliko huu mara nne tofauti na kila wakati Nehemia anasema kitu kile kile, hapana, hapana, hapana, hapana. Neno hilo dogo kwa njia lilimwepusha na matatizo mengi. Mpendwa, tunapaswa kutumia neno hilo mara nyingi zaidi leo. Sema tu hapana. Vema, kumdanganya Nehemia hakufanikiwi. Kwa hivyo pili, wanajaribu kumharibia sifa. Hapa katika aya ya sita, wanaandika barua ya wazi wakimhusisha na nia mbaya. Sambalati anachapisha barua hiyo, kwa kusema hivyo, nadhani katika gazeti la Yerusalemu, na hapa ndipo barua hiyo inasema: inasemekana kati ya mataifa kwamba wewe Nehemia na Wayahudi mnakusudia kuasi, ndiyo sababu unajenga ukuta na kulingana na ripoti hizi unataka kuwa mfalme wao. Wo, hiyo itaanzisha uvumi, sivyo? Nehemia hajali kuhusu Yerusalemu hata kidogo. Hii inaweza kumletea matatizo na mfalme wa Uajemi kwa njia pia. Kwa hivyo Nehemia anajibu tu kwa urahisi hapa katika aya ya nane: hakuna mambo kama hayo kama unavyosema yamefanyika, unayabuni kutoka kwa akili yako mwenyewe. Jibu zuri sana, kwa njia. Hakuandika barua ndefu ya kujibu, hakuna maelezo binafsi, sababu kumi kwa nini hafanyi hivi. Hapana, anatumia tu ujumbe mfupi akisema, unajua nini, nini watu mnabuni haya yote, mmebuni katika mawazo yenu. Sasa kwa mara ya tatu watajaribu mkakati huu, watajaribu kumkamata Nehemia kuvunja sheria. Nehemia, hapa ni mtu ambaye ameajiriwa kwa siri na adui, anakuja na kudai kutoa unabii. Hapa katika mstari wa kumi: Nehemia, adui watakuja na kukushambulia usiku, kwa hivyo unachohitaji kufanya ni kujificha ndani ya hekalu, ndani ya mahali patakatifu, ili kuokoa maisha yako kweli ni makuhani tu walioruhusiwa kuingia humo. Nehemia si kuhani, kwa hivyo anajibu hapa katika mstari wa kumi na moja, sitaingia kufanya hivi. Anasema katika mstari wa kumi na tatu, kutenda kwa njia hii itakuwa dhambi. Kweli kama unabii huo ungekuwa wa kweli, kama angekuwa anashambuliwa usiku huo Sikiliza hili wapendwa, Nehemia angependelea kuhatarisha maisha yake kuliko kupoteza ushuhuda wake kwa kutenda dhambi dhidi ya Mungu. Kweli wa kushindwa kwa mwisho kwa upande wa maadui hawa, tunasoma kauli hii ya ajabu hapa katika mstari wa kumi na tano. Kwa hivyo ukuta ulikamilika katika hamsini siku. Unawazia kile ambacho hawakuweza kufanya kwa miaka kadhaa, sasa wamekamilisha chini ya miezi miwili. Jinsi gani? Kweli, watu walifanya kazi pamoja kwa umoja, walikuwa na kiongozi aliyejitolea ambaye alikataa kuacha, na mkono mwema wa Mungu. Neema ya Mungu iliwawezesha mbele ya kutowezekana kabisa na ugumu mkubwa kumaliza kujenga upya kuta za Yerusalemu. Hudson Taylor mishonari mkuu wa China katika miaka ya elfu moja na mia nane ambaye mara nyingi ninamtumia kama mfano alisema mara nyingi kwamba kazi ya Mungu ina hatua tatu: haiwezekani, ngumu, imekamilika. Hicho ndicho hasa kilichotokea hapa.